Kwanza niseme ni kwamba tumekutana na changamoto nyingi katika mechi yetu hasa ya, ya mwisho, na matarajio yetu makubwa yalikuwa mechi ya mwisho, lakini bahati mbaya ndio tumepoteza. Tumepata nafasi, tumeshindwa kuzitumia vizuri, na nafikiri eh, tumekosa kidogo utulivu especially katika safu ya ushambuliaji, na yote kwa yote nakuja kama tunakosa magoli mengi na wachezaji wanakosa confidence. Lakini kwa kuwa tumeshato, tumeshatolewa, kwa hiyo kesho tutaingia, tuhakikisha sisi pia tukusanye pointi walau pointi tatu tupate na, na alama tatu, lakini yote kwa yote kabisa ni kwamba e, tumejifunza mambo mengi katika participation hii, na naamini kwamba pengine inaweza kuwa katika, katika, katika kinyang'anyiro kijacho basi tutakuwa tunakuja na tahadhari kubwa sana kuliko kama ambavyo tumekuja sasa hivi. Na najua wengi watakuwa pengine hapa hawapo kwa sababu watakuwa wameshapita umri, lakini naamini kwamba watakao kuwepo katika under 17, watakuwa na, na wao watakuwa na watu ambao wamesha kuja kwenye mashindano wameshaona kwamba changamoto ziko kwa wapi na kitu gani cha kufanya ili kuweza kufonga kusonga mbele. Kwa ujumla sisi tumetolewa, lakini katika timu ambazo the best teams ambazo zime participate hapa na zilikuwa zinapewa nafasi kubwa ni Tanzania. Lakini sasa tatizo tu ni kwamba tumekosa kupata nafasi ya kufunga na, na matokeo ya mpira sio kucheza tu, ni kushinda, kupata point ili kuweza kujiweka vizuri. Kwa hiyo kuna vitu vingi tumejifunza, na nafikiri tutajaribu kuvirekebisha, kuviweka vizuri, ili katika mashindano yajayo, basi pengine tufanye vizuri zaidi. Ah, sisi hivi lazima mtarajio wetu ni kufanya vizuri kupata matokeo, lakini sasa unajua wakati mwingine unapokuwa unatarajia kitu fulani alafu na kinakuja negative morale na kuenda teremka kidogo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni, ni kurudisha ile morale ya wachezaji ile fighting speed ya wa wachezaji ili kuhakikisha tunapata points. Kwa hizo za kesho sababu itakuwa ni kitu cha cha ambacho kifurahishi pia hata tuki hizo points pia tukizikosa, sababu tumepoteza nafasi lakini sis, na sisi wala tushinde. Umeona? Kwa sababu hakuna timu ambayo inaondoka hapa ikiwa na zero point ni sisi Tanzania. Sasa haipendezi haileti ileti, picha nzuri kwenye sura yetu ya mpira na mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo eh, kikubwa ni kurudisha kwanza eh, wachezaji katika ile morale ambayo tulikuwa nayo, na pia bado kuhamasisha tena tupate matokeo mazuri katika mechi ya mwisho, japo na wenyeji wenyeji nao wana namna zao, wamepanga, hatuwezi kujua, lakini tutaona hapo kesho, Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa hivi, lazima sisi kama wachezaji, malengo yetu haikuwa haikuwa ni tutoke mapema kwenye mashindano. Kwa malengo yetu si ameharibika. Kwa kama sisi wachezaji tumejifunza tume kitu kwa mashindano. Kwa kama sisi tusikate tamaa yeah. Ndio nafasi tumepata tumeonekana matimu yetu sio mbaya, timu tumecheza vizuri. Na basi tu yani haikuwa bahati tuseme. Paa matokeo ndio hivyo mechi ya mwisho pia muhimu, maana atakuwa pia tuweke historia, tutoke hata pointi tatu neo, mchezo tukapambane a matokeo. Kundi hiyo alikuwa gumu sana kivile, yani sisi tu ndo hivyo, ilikuwa bahati basi. Mwenyezi Mungu pia anapanga mpango yake, kama wachezaji hapa tumejifunza kitu O... seme karudi <laughs> nyumbani tukapambane, basi haikuwa fursa.